Sasa tumshangilie Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado sijasikia. Twende twende studio studio, twende twende, twende. Hey, naomba kina baba kule sasa, makofi mengi na vigeregele. Mheshimiwa Dkt. Samia, Oye! Makofi mengi na vigeregele wana Itilima. Aya, asanteni sana, naomba tutulie, naomba tutulie sasa, wanafunzi, naomba tutulie. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana kwenye Shule ya Sekondari Amali Mwamapalala wilayani Itilima. Naomba utambue uwepo wa waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu na watendaji mbalimbali mbali wa serikali. Kwa heshima kubwa Naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya rais Tamisemi, aweze kukukaribisha na maelezo ya utangulizi. Karibu sana mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana katika mradi huu wa ujenzi wa shule za amali, shule za ufundi nchini, na leo ni siku maalum ambapo tunakuomba uridhie uwekaji wa jiwe la msingi utakaojumuisha shule zote 26 ikiwa ni maelekezo yako. Kwa mara ya kwanza nilipoingia ni katika wizara hii, ulielekeza mimi na waziri wa elimu kukaa pamoja, kuhakikisha kwamba tunasimamia maelekezo haya ya kwenda kusimamia ujenzi wa shule za ufundi, na dhamira yako ilikuwa kuwawezesha vijana wanafunzi wanaosoma kwenye, watakaosoma kwenye shule hizi 26 kote nchini waweze kujitegemea baada ya kuhitimu masomo yao ya sekondari. Mheshimiwa Rais, mradi huu ulitoa mwenyewe, ikiwa ni dhamira yako na ndoto yako, takriban shilingi bilioni 41.6. Fedha hizi zimekwenda kote nchini, mikoa yote nchini 26 zimepokea fedha hizi, na mradi huu katika halmashauri ya wilaya ya Itilima, ikiwa ni moja ya halmashauri iliyoteuliwa katika mkoa wa Simiyu inatekeleza mradi huu kwa thamani ya shilingi bilioni moja nukta sita. Ujenzi umekwenda vizuri na uko katika hatua nzuri na unasimamiwa na wakandarasi tukishirikiana pamoja na Wizara ya Elimu na Ofisi ya Rais TAMISEMI, na kuomba uridhie tumkaribishe injinia aliandaliwa ili aweze kutoa ufafanuzi wa baadhi ya, ya maeneo na waziri wa elimu yuko hapa ataweza kutoa pia ufafanuzi wa ziada namna gani tunatekeleza mpango huu ambao unakusudiwa kwenda kuwasaidia wanafunzi kote nchini kuweza kujitegemea watakaopata nafasi ya kushiriki kwenye e, kusoma kwenye shule hizi. Karibu sana injinia, ili uweze kutoa maelezo ya awali. Karibu sana. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naitwa Abbas Kilumile, mhandisi wa Halmashauri ya Wilaya ya Itilima. Mheshimiwa Rais la, Dr. Samia Suluhu Hassan, naomba kuwasilisha muhtasari wa picha ya majengo 13 yaliyojengwa